Isheam hey, mwasyandire am mwasyandire hey, naishi hapa Bagamoyo hapa. Tuna mshukuru Rais wetu Samia, ameleta wa vijana hawa wamekuja kutukumbusha wananchi jinsi ya kujua sheria. Ilitokea pale kwa mkuu wetu wa mkoa pale Mbeya. Mbeya sasa nakapanga kuonge eta wa vijana watuelekeze, lakini hoye kwa Rais wetu Samia e, ametenda mambo mazuri. Sheria hatukusijua tu, tu, tunaanza kuzijua za sheria, sawa sawa kabisa ndio. Hayo ndio mwandishi huyo rais wetu Samia anaendeleza miradi iliyoachwa na, na marehemu wetu Magufuli anaiendeleza bwana, vinginevyo angekuwa ni mtu, vinginevyo angekwani ina labda ostiera nyingi sana, lakini yeye anaendeleza moja kwa moja kama alivyoanza, ali, ali, kama alianza marehemu Magufuli, yeye anaendeleza moja kwa moja tena inaenda vizuri sana na kwa haraka sana. Hiyo pia tunamshukuru rais rais wetu Samia.